Huku shinikizo zikizidi kutolewa kumtaka Waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kujiuzulu baada yake kutaka majibu kutoka kwa serikali kuhusu suala la utekaji nyara. Us, we need to discuss it, uh, openly. Sasa waziri huyo amekanusha madai ya kujiuzulu kutoka serikalini akibaini kamwe hatang'atuka kutoka kwa wadhifa wake, na wale wanaomtaka kutoka serikalini ndio wanaunga mkono utekaji nyara. Tumesema kama serikali kwamba hatuungi hat, hatu mkono jambo la utekaji nyara, na pia pia mateso na wengine hata kuuliwa kwa binadamu hapa nchini sasa. Yule mtu ambaye anakashifu jambo hilo ndiye anatakiwa kutoka, ama ni yule... ni yule nani, anatakiwa kutoka. Yule ambaye ananiambia nitoke, basi anasema anaunga mkono uteka nyara na kuua watu kiholela kinyume cha sheria. Nani nani hapo anatakiwa kuwajibika eh? Kwa ile jambo la kusema utoke, ujiuzuru, utajiuzuru kwa kusema ukweli Muturi, akisema alimwandikia rais waraka akimwomba kuruhusiwa kutuhudhuria vikao vya baraza la mawaziri hadi pale baraza hilo litaamua kuzungumzia swala la utekaji nyara. Lazima yes, mtu aseme, uzungumze ukweli wako pale, na kama kuna makosa yoyote niko tayari kusimama eh, kuya, kusimamia na kuyatetea vilivyo hata kama nitakuwa upande gani. Nilitangaza kwamba nimemwandikia rais eh, niruhusu nisiende kwa nisihudhurie mikutano hiyo, kwa sababu mimi nimeyatamka hapo mbeleni mambo ambayo yanahusu utekaji nyara wa watu katika taifa letu la Kenya, na wengine kuteswa na wengine pia kupoteza maisha yao. Waziri huyo akimtaka rais William Ruto kujitokeza waziwazi na kuelezea Wakenya ni nani anayetekeleza dhuluma za mauaji pamoja na utekaji nyara nchini. Hilo jambo ni lazima lizungumziwe lijadiliwe, tupeane njia ya mwafaka ya vile hayo mambo yamekuwa yakiendelea, na tujue kama kunajulikana ni kila nani amekuwa akiyatenda na kwa nini na watu waajibike. Vile Waziri huyu alizungumza haya katika kaunti ya Mombasa, alipoiongoza hafla ya mafunzo ya mbinu za kuboresha huduma kwa umma, akionekana kutoandamana au kupokelewa na viongozi wakuu serikalini wala maafisa wa polisi. Saa zingine kama tunafanya kazi za wizara, sio lazima tukue na kama county commissioners. Surely watu wako na shughuli zao. Isaac Musioka, Undugu TV.